Mgombea, ndugu zangu, mimi nilikuwa ACT, mwana kindakindaki wa ACT. Historia yangu na uzawa wangu, ni kijana ambaye nimezaliwa katika upinzani. Wazee wangu baba na mama ni mzaliwa wa Mtambo, na kwa bahati jema sana ni mjukuu wa almarhum u pale alipolala Maalim Seif pembeni yake hatua kumi ndipo penye kaburi la mamangu. Kwa kwa hiyo naomba mnifahamu kwamba mimi nilikuwa mwana upinzani, mwanaharakati wa kweli kutoka chama cha ACT. Nimeamua kujiunga na chama hichi kwa sababu Maalim Seif alikuwa siku zote yeye anahubiri maendeleo, umoja na ustawi wa watu wa Zanzibar, lakini cha ajabu kikubwa sana, kabla ya umauti wake Maalim Seif Sharif Hamad alituambia neno, Wazanzibari, Wazanzibari, nitikieni kama nagonitikit nikisema Wazanzibari na maana hey, eh.

Sina shaka na Dkt Hussein Ali Hassan Mwinyi. Hii ni kauli tosha, hii ni kauli thabiti ya mwanasiasa nguli ambaye alitumia indirect speech kutuambia kwamba mrathi wake, mrithi wake ni Dkt Hussein Ali Hassan Mwinyi. chemaendeleo hakuna aliokuwa, haaoni hawaoni, waliokuwa hawaoni basi amsikii. Wengine wako ambao wanakejeli, wanasema ile fayoba ni daraja. Mimi likuwa nawaambia huyo, Maalim Seif ambaye alikuwa na dream ya kusema kwamba Zanzibar ataifanya kuwa Singapore ya Afrika Mashariki, hivi kweli anaweza kushuka kutoka mbinguni? Amefanya kama dhusen ab kwa hiyo ni waombe ndugu zangu tusipoteze muda kwa kulishwa siasa chafu za uzawa na propaganda wakati zanzibar imetulia tunataka tufanye uchaguzi huru na wa amani na inshaallah tarehe mosi au kabla ya tarehe mosi novemba tunamuapisha jemedari wa wazanzibari kipenzi